Naam bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimehappen bwana ni kwamba kuna hili tukio ambalo linamhusu mwanadada Zuchu eh bwana, Zuchu na Diamond bwana wanazidi kuonyeshana mahaba, mapenzi eh bwana, na hii tumeshuhudia kupitia moja kati ya posti ambazo Diamond ameenda kucomment katika page ya Zuchu baada ya Zuchu kuweka eh, mmoja kati ya jumbe eh, kupitia ukurasa wake wa Instagram, ambapo Diamond Platnumz wala hajivungi siku hizi, huaga ndio watu wa mwanzo ni kabisa kwenda kucomment katika page ya Zuchu. Na Diamond bwana ameenda kuweka ujumbe wake pale au comment yake ambayo ni ya kimahaba eh, kama kawaida, Diamond ameenda kujitamba, ameenda kuonyesha kwamba jinsi gani ambavyo anavyomhusudu bibi Zuchu jinsi gani ambavyo anavyompenda, na comment ya Diamond wala hahitaji maelezo mengi. Diamond ameandika hivi: mke wangu mimi love you and missing you a lot. Mke wangu mimi love you and missing you A lot. Yani huyu ni Diamond Platinumz ameandika huo ujumbe katika page ya mwanadada Zuchu kwenye comment section kuonyesha jinsi gani ambavyo anavyompenda. Umeona bwana eh? So hii ni moja kati ya vitu ambavyo watu wengi sana huko mitandaoni bwana wamekuja kuvizungumzia, lakini pia vile vile ukiachana na hilo kitu ambacho labda ulikuwa hufahamu ni kwamba Zuchu bwana amefanya show hivi karibuni na mashabiki wameonyesha jinsi gani ambavyo wanavyomkubali. Kwa upendo ambao Zuchu anaupokea sasa hivi bwana eh, sio tu kutoka kwa Diamond Platinumz lakini vile vile ni kutoka kwa mashabiki ambao wanamuhusudu na kumkubali kwa yale ambayo anayoyafanya. So kufuatia kwa moja kati ya shows ambazo Zuchu amezifanya bwana, kuna huyu dada ameshindwa kabisa kujizuia hisia zake, na huyu dada bwana ameonyesha jinsi gani anavyomuhusudu mwanadada Zuchu eh, kutokana na the way ambavyo Uh, anavyomkubali anavyompenda. So huyu dada bwana ame make headline kupitia mitandao mbalimbali huko, huko Instagram. Tumemwona huyu dada bwana akiwa amefanyiwa interview na anaeleza jinsi ambavyo anavyompenda Zuchu kupitiliza kwa sababu wakati Zuchu ana perform, huyu dada alipata nafasi, alipata wasaa na fursa ya kupanda pale jukwaani kwa ajili ya kwenda kucheza ku dance na Zuchu. Jambo ambalo yeye mwenyewe bibiye Zuchu aliruhusu akampandisha huyu dada, wakaanza ku dance pamoja. Sasa baada tu ya huyu dada ku dance na Zuchu on stage alivyo shuka, akapata nafasi ya kufanya interview na Mchaga OG na Mchaga akamuuliza jinsi gani ambavyo unavompenda Zuchu. Majibu ya huyu dada yamewaacha hoi watu wengi sana. Baada ya huyu dada kuweka wazi kwamba yeye yuko tayari hata kupoteza maisha kwa ajili ya Zuchu kwa jinsi anavompenda Zuchu, huyu dada amesema kwamba yuko tayari yeye atangulia hata ahera, uh, ili mradi tu, uh, Zuchu wabaki au yani, ameonyesha feelings kupitiliza kiasi kwamba akiwa anazungumza hayo maneno yote alikuwa anamwaga machozi yani, huyu dada alikuwa yani, analia hoi

Ya, so ni kitu ambacho kiukweli kimeshangaza watu wengi sana. Huyu dada imekuwaje? Amezungumza maneno kama haya, yani hizi ni feelings kiasi gani ambazo zimepelekea bidada huyu awe shabiki eh? Maana huyu ni shabiki ambaye amepitiliza, na hii ni love ambayo Zuchu ameanza kuonyeshwa kutoka kwa mashabiki zake. So, hii video obviously, eh, kama unavyoelewa bwana wa Bongo hivi ndo vitu vyao, kwa hiyo imeenda viral huko mitandaoni eh, na page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hilo swala. Kwa mfano kuna page hapa wamekuja wameandika kuhusiana na hii situation bwana, bwana, bwana Zuchu, Zuchu atakuja kuua watu huku bila kujua. Umeona, Umeona eh? Alafu, hapa kaandika kwamba bwana, Bidada amefunguka kwamba yuko tayari kufa kwa Zuchu, kwa ajili ya na kwa sababu anampenda sana. Umeona, bwana eh? Sasa nataka nikusomee baadhi ya comment ambazo zimejitokeza kuhusiana na hii video baada ya kwenda viral, baada ya Bidada huyu kuonekana akiwa anaeleza kwamba yuko tayari kutangulia ahera kutokana tu na kwamba anampenda Zuchu. So, kuna mtu hapa amesema kwamba bwana sasa hii nchi eh, uki, ukiacha mimi nani mwingine ana akili? Kuna mtu amekuja kuandika hivyo ameuliza kwa mtu mwingine so, kwamba bwana ni ngumu sana kumtetea huyu dada hata kama utamuona ana anakabwa mahali. Kuna mtu ameandika so hivyo kwa mtu mwingine kwamba bwana so na mimi naomba tu asije akaimba eh, sababu ni maana. Okay haya kuna mtu mwingine hapa amesema kwamba bwana, alafu kuna kuna mamba anaambiwa ana kwamba nakupenda sana siwezi kuishi bila wewe, kumbe yeye yupo yuko tayari kufa kwa ajili ya Zuchu ja da bwana, ngoja tu nitafute shamba nilime, kwa mtu ameandika hivyo. so kwa mtu mwingine anasema bwana, umetoa kila kitu eti eh, kila kitu. Kwa mtu anasema kwamba huu ni uvivu wa kucheza vigodoro kwenye kwenye kwenye madaladala. Kwa mtu anasema kwamba bwana na unakuta kuna boy ndio huyu mwanamke mwanamke wa ndoto zake. Kuna mtu amekuja kuandika hivyo. Kwa hiyo watu wengi sana kiukweli, ki wameona kwamba huyu dada bwana amevuka mipaka. Kama ni ushabiki, basi huku ni kama vile ame cross boundaries au vibwana. Lakini pia tukio lingine ambalo tumeliona kuhusiana na mambo ya Zuchu na mapenzi, tumeona mapenzi ya Diamond, tumeona mapenzi ya Zuchu kutoka kwa mashabiki. Lakini pia vilevile vile ni kwamba Zuchu kupitia kurasa wake wa Snapchat muda mfupi tu uliopita tumemwona akiwa anaelekea airport kwa ajili ya kwenda kumpokea Diamond. Na of course Diamond bwana amefika tayari amerudi Tanzania baada ya kuzunguka kwa muda mrefu sana katika nchi za watu. Nakumbuka kwamba alitoka Tanzania akaenda moja kwa moja London katika show ambayo ilikuwa katika ukumbi unaitwa Royal Albert, ambapo kule alivunja record alijaza ukumbi ule na lakini pia alivotoka pale akaenda Manchester kuperform akatoka hapo akaenda Scotland. Then akaenda Marekani, umeona eh? Akaenda kule New Jersey kwenye tamasha la Summer Jam Hot 97 akaperform. Then alivotoka kule Marekani akarudi tena Uingereza London, akaenda kuperform na DJ on the streets, and then uh, ile ilikuwa ni live stream session and then baadaye hapo tukamwona tena Paris katika upande mambo ya fashion eh. Jana tu tumetoka kuzungumzia kwa mara ya mwisho, baada ya Diamond kumake headline baada ya kuonekana katika, katika tamasha kubwa kabisa la Paris Fashion Week akiwa amevaa nguo za Adidas eh bwana akiwa kama ambassador, lakini pia vile vile tukamwona jana akiwa amekaa uso kwa uso na Rihanna, na Diamond akamake headline kutokana na kwamba alikuwa amevaa sketi na buti la milioni tano nadhani utakuwa unakumbuka hayo yote. Sasa ile comment ya Diamond alivyoandika kwamba mke wangu Mimi love you and missing you a lot e bwana Diamond alimwandikia hivyo Zuchu kwamba amemiss. Sasa ile mambo ya kukumisi na nini, sasa hivi bwana wameamua hmm? kurudi ni kwamba Diamond amerudi na Zuchu ameenda kumpokea Zuchu, ameenda kumpokea Diamond na ma na maboxi ya maua na mambo mengine kibao. Umeona bwana kwa hapa, hiyo hapa bwana, page mbalimbali pia zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo. Kwa mfano hapa kuna page imeandika kwamba bwana, mke wa Diamond leo hii, Mrs. Nasiba ameenda kumpokea mume wake kipenzi airport baada ya kurudi kutoka Paris. leo hii pia naomba nishukuliwe, naomba nishukuliwe mtoa posti kwa caption nzuri Haya bwana, kuna mdau hapa amekuja kuposti alafu akaandika hiyo caption, au vipi bwana? Bwana watu hapa wamekuja kuweka maoni yao, makopa kopa ni mengi. Watu wengi sana wameona kwamba hii ni very adorable couple eh, ni couple ambayo ina mvuto, inapendeza eh, inawavutia watu wengi kutokana na kwamba tumemwona bibi Zuhura akiwa yuko very close na mpenzi wake, akiwa anamuonyesha mahaba, anamwonyesha eh. Kwa sasa tunatarajia kwamba eh, mambo mengine madrama drama ya hapa na pale kati ya Diamond na Zuchu tutaanza kuyashuhudia kutokana na kwamba tayari mtu mzima Simba amesharudi. So it it is what it is. Ukiwa kama mdao, weka maoni yako kuhusiana na love ambayo Zuchu anaipata kutoka kwa mashabiki, lakini pia vile vile kutoka kwa mumewe ambaye ni Diamond Platnumz. Una kipi cha kuzungumza? Weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.